Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa taala kwa mapenzi yake makubwa kutuamsha tukiwa tuko salama, kwani kuna wengi ambao walilala salama lakini hawajaamka salama. Kuna ambao wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu, ni wagonjwa wanaumwa, na Allah subhanahu wa taala awajalie na awafanyie wepesi waweze kupata E, matibabu na warudi katika afya zao za kawaida, ili waweze kuendelea na majukumu yao ya kila siku. Lakini pia kuna ambao tayari watu wameshapata taarifa kwamba fulani kafariki, watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi, lakini wewe umeamshwa ukiwa uko salama na Allah subhanahu wa ta'ala unatakiwa kutanguliza shukurani zako kwa Allah subhanahu wataala kwa kule tu kuamshwa salama, ni neema kubwa sana. Neema hii ya uzima wengi wanaitaka na wengi wanaitamani, lakini wewe, Allah amekujalia umeamka ukiwa uko salama, kwa hakika unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wataala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuiswali salatu subhi tena kwa jamaa hii, nayo pia ni neema kubwa sana. Allah kukujalia kuwa ni mwenye kuiswali swala ya subhi, umeacha usingizi wako, umeacha mapumziko yako, umeacha kazi zako, ukasema kwa muda huu na kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, hii pia ni neema kubwa sana, kwani ni wangapi ambao hawajaona umuhimu wa hili ni wangapi ambao bado wamelala hata kuswali bado hawajaswali. Lakini wewe Allah amekujalia umeswali, una uwajibu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kujaliwa kuiswali salatu subhi, tena kwa jamaa msikitini. Hii ni neema kubwa kwa hakika, na kwenye neema kama hizo ukiendelea kumshukuru Allah, Allah ataendelea kukupa eh, neema mbalimbali, lakini pia tunabudi kumshukuru Allah kutujalia, eh, kubakia katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa taala, kikao cha kusikiliza maneno ya Allah, maneno ya mtume sala llahu alayhi wasallam, jambo ambalo huwa tunasema mara kwa mara ya kwamba jambo hili huwa lipendwi na nafsi. Nafsi inaweza ikakaa kwenye jambo ambalo halina hata maana, ikakaa ikatulia ikafurahi lakini kukaa kusikiliza maneno ya dini nafsi inakuwa ni nzito, haipendi, kwa sababu ndiyo tabia ya, ya nafsi ilivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi ni yenye kushawishi tu kufanya aliyokuwa mabaya, inna nafsa la amaratun bisu'i, hakika nafsi ni yenye kuamrisha kufanya mabaya. Hii ndiyo tabia ya nafsi, haina tabia ya kuamrisha mema lakini pia shaitani hapendi kumwona mwislamu amekaa katika durusi kama hizi, vikao vya kheri, vikao vya kheri ambavyo anapata thawabu, shaitani pia huwa hapendi. Kwa hiyo mtu anapopambana na nafsi yake akapambana na shaitani akapata ushindi akahudhuria na akabaki katika durusi kama hizi, wallahi, hiyo pia ni neema, na kwa neema hii mwislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kukaa katika vikao kama hivi ni muhimu sana. Hii ni kuonyesha watu wanavyoipenda dini yao na kuithamini dini yao, lakini kwa mtu ambaye haipendi dini wala haithamini e, dini yake hawezi kukaa katika durusi e, kama hizi akasikiliza maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaona kama vile anapoteza muda. Tukiwa tunaendelea kujifunza alfiqhu lmuyassar fi dhaui lkitabi wa sunnah. Tulianza sehemu ya tatu ambayo ni kitabu zaka, kitabu cha zaka. Kwa hiyo tukaanza mlango wa kwanza katika sehemu hii ya tatu na tulifika kwenye almasalatu asadisa, masala ya sita yenye maneno yanayosema fil hikmati min ijabi zaka, hikma ya kuwajibishwa zaka. Hikma yake ni nini? Wa ala man tajibu, na ni wajibu kwa nani kutoa zaka shurutu wujubiha na masharti ya kuwa mtu ni mwenye kutoa zaka. Katika masala haya ya sita, mwenye kitabu ameyagawanya katika sehemu kuu mbili, ambayo alianza na sehemu ya kwanza ambayo ni alif, alianza na alhikmatu fi ijabi zaka, hikma ya uwajibu wa kutoa azakaa tukaelezea hikma ambazo ameziweka Allah subhanahu wa taala katika jambo hili au katika ibada hii ya zaka. Leo tutaanza ba katika masala haya sita, tutaanza ba, nayo ina maneno yanayosema ala man tajibu zakatu ni wajibu kwa nani kutoa zakaa? Shurutu wujubiha, masharti ya kuwajibu au ya kuwajibika kutoa zakaa. Tajibu zakatu ala man tawafarat fihi shurutu alatiya, ni wajibu kutoa zakaa kwa mtu ambaye atakamilisha masharti yafuatayo. Alshartu lawwal, al sharti ya kwanza. Alislamu wislam, anayetoa zaka anatakiwa awe ni Muislamu. fala tajibu lzakatu ala lkafir, al si wajibu kutoa zaka kwa mtu ambaye ni kafiri. Li'annaha ibadatun maliyatun, kwa sababu zaka ni ibada ya kimali. Yataqarrabu biha almuslimu ila Allah, muislamu anajikurubisha kwa ibada hiyo ya zaka anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kafiru la tuqbal minhu al ibada na kafiri hakubaliwi na Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada. Hata yadkhula fil islami, mpaka aingie katika Uislamu awe ni mwislamu. Kwayo anayetoa zakaa anatakiwa awe ni mwislamu. Wakati mwingine mtu anaweza akawa amebaki na jina la Kiislamu lakini si mwislamu kwa kuyafanya baadhi ya mambo ambayo yanamtoa katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuliwahi kuelezea mambo ambayo yanamtoa mtu katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na anatoka kwenye Uislamu anakuwa ni kafiri. Tuliyaelezea mambo hayo kwa marefu na mapana, lakini kubwa linalomtoa mtu katika Uislamu na kuwa kafiri ni mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa Ta'ala, mtu kumshirikisha Allah, kufanya shirki. Shirki na kutoa katika dini ya Allah subhanahu wa Ta'ala, lakini leo watu wanaona ni jambo la kawaida ya kwenda kwa waganga, kwenda kuaguliwa, kwenda kuangalia. Na jambo hilo la ushirikina, kwa hakika linamtoa mtu katika Uislamu na kumpeleka kwenye ukafiri. Lakini leo imekuwa ni jambo la kawaida sana, mtu anapokuwa yuko katika utafutaji, lazima aende kwa waganga. Ima anafanya kazi, atakwenda kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kutafuta labda kinga. Anafanya biashara, atakwenda kwa waganga kwa ajili ya kutengenezewa biashara yake. Ni mgonjwa atakwenda kwa waganga kwa ajili ya kutibiwa. Lakini wengine wanakwenda kwa waganga, mume amekuwa ni mkali, mume amekuwa haachi labda hata matumizi, anakwenda kwa waganga wa kienyeji kwamba huyu mwanamke, mwanaume amekuwa ni mkorofi, hebu naomba dawa ya kumtuliza. Haya yanafanywa na wanawake wa Kiislamu wanakwenda kwa waganga, wanapewa madawa ya kuwanywesha waume zao. Kwa hakika atakayefanya mambo haya huyu ameshatoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio Muislamu hata zaka, halazimiki kutoa zaka kwa sababu yeye tayari ameshatoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amebaki tu kwamba yeye ana jina la Kiislamu, ana mavazi ya Kiislamu lakini kwa Allah subhanahu wataala, Allah anajua kwamba mtu huyu ameshatoka katika dini ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo mpaka atakaporudi katika Uislamu. Ndio maana mwenye kitabu akasema hatta yadkhula fil islami, mpaka aingie kwenye Uislamu ndipo ataanza kuwajibika eh, katika masala mazima ya kutoa zakaa na ibada zingine kwao ni vizuri kwa kweli watu wamwogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika hili, watu wawe na uoga na jambo hili la kumshirikisha Allah subhanahu wa taala, ili wasije wakawa ni wenye kutoka katika dini na wao wakaendelea kudhani kwamba eh, wako katika dini. Watu wengi wameagizwa vitu vingi, njoo na kuku mwekundu, njoo na kondoo mweusi na watu wanapeleka vitu kama hivyo, njoo na nazi, njoo sijui na kitu gani, wanaagizwa na waganga wa kienyeji vitu kama hivyo, na wanapeleka huo. Ni ushirikina, na kwa hakika eh, mtu ambaye anaishi katika mazingira kama hayo ajue kwamba sio Muislamu. Anatakiwa afanye haraka kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, afanye haraka kurudi katika Uislamu. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema: wama mana'ahum, na hakuna kilichowazuilia wao an tuqbala minhum nafaqatuhum, kukubaliwa kutoka kwao vile wanavyovitoa. Illa annahum kafaru billahi wa birasulihi, isipokuwa ni kwa sababu wao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ushirikina wabirasulihi na wamemkufuru mtume sallallahu alayhi wasallama kwa kuyafanya mambo ambayo yanawatoa katika dini ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo, aya hii inaonyesha ya kwamba wewe kama sio Muislam, wewe ni kafiri, ujue kwamba matendo yako hayakubaliwi na Allah subhanahu wa taala, ikiwepo vile ambavyo unavitoa iwe ni sadaka iwe ni zaka haikubaliwi na Allah subhanahu wa taala kwa sababu ya wewe umemkataa Allah subhanahu wa taala na umemkataa Mtume salallahu alaihi wasallam. Hiyo ni Suratu Tauba aya ya hamsini na nne. Anayetaka kufuatilia na kuyahakikisha hayo afungue msaafu wake, kama ana msaafu wa tafsiri, ataisoma aya hiyo, aya ya hamsini na nne ataifahamu vizuri. fa idha kanat la tuqbalu minhum fala faidata fi ilzamihim biha, ikiwa zaka zao hazitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya ukafiri wao, basi hamna faida ya kuwalazimisha kutoa zaka.

ambao ameufaradhisha mtume sallallahu alaihi wasallam, ameuwajibisha mtume sallallahu alaihi wasallama. Ameuwajibisha kwa kina nani? Anasema alal muslimin, ameulazimisha kwa wale ambao ni Waislam. Lakinahu maa dhalika, lakini pamoja na hivyo muhasabun alaiha, huyu ambaye yeye ni kafiri siku ya kiama atakwenda kuhesabiwa vile vile kunako na mali yake, liannahu mukhatabun bifurui shariati ala sahih, kwamba yeye pia ni mwenye kusemeshwa katika misingi na yale matawi ya kisheria yanamsemesha e. Na kwa hali hiyo basi, siku ya kiama atakwenda kuhesabiwa kunako na mali yake, ataulizwa mali hiyo umeipataje? Lakini pia utaulizwa mali hii umeitumiaje. Atakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na ukafiri wake. Ashartu thania, sharti ya pili ya kutoa zakaa, alhurriya ni uhuru. Anayetakiwa kutoa zaka ni mtu ambaye yuko huru. Fala tajibu zakatu ala alabdi walmukatab Si wajibu kutoa zakaa kwa mtumwa wala kwa mtu anayeishi kwa mkataba. Lianna alabda la yamliku shay'an, kwa sababu mtumwa huwa hamiliki chochote. Walmukatabu milkuhu dhaifu, na mtu anayeishi kwa mkataba umili, umiliki wake unakuwa ni dhaifu. Wa anna alabda wama fi yadihi na hakika mja na vyote anavyovimiliki katika mkono wake, milkun lisayidihi ni miliki ya bosi wake. Fala tajibu zakatuhu alayhi, si wajibu yeye e, kutolea zaka ile mali yake aliyokuwa nayo. Kwa hiyo sharti ya pili ya kutoa zaka, anayetoa zaka anatakiwa mtu aliye huru ambaye sio mtumwa. Ashartu thalitha, sharti ya tatu. Ashartu thalith, sharti ya tatu. Milku niswabi milkan taman mustaqirran, ni kumiliki kiwango. Milku niswabi, kumiliki kiwango. Milkan taman, tena umiliki uliotimia mustaqirun tena umetulia, sio mara unapoe. Kile kiwango kinapungua mara kinapanda mara kinapungua mara kinapanda, yani umiliki uwe umetulia. Wa kaunuhu fadilan anil hajati dharuriya, na kwa kuwa yeye awe ana ziada, yani ana mali ana ziada ya mali ambayo anatumia katika haja zake zile za msingi haja zake za lazima allati la ghina lilmar'i anha haja ambazo mara nyingi mtu haepukani nazo kalmatami, kama vile chakula eh, chakula kipo cha kutosha, walmalbas na mavazi, walmaskani na sehemu ya kukaa li anna zakata tajibu muwasatan lil fuqara, kwa sababu zaka ni wajibu kwa ajili ya kuwaliwaza mafakiri. fawajaba an yutabara milku nisabi, ni wajibu kuzingatiwa kumiliki kiwango. alladhi yahsul bihi alghina, kiwango ambacho sasa kunapatikana mtu kujitosheleza na mahitaji yake ya kila siku almu'tabara, ambayo yanazingatiwa katika maisha kwayo. Sharti ya tatu ya kutoa zaka ni mtu amiliki kiwango, afikie kiwango cha kutoa zaka kama tutakavyoona katika e, darsa zijazo, kwamba kiwango kinakuwa kiko vipi. Ashartu rabi'u, sharti ya nne Haulani lhauli ni kuzungukwa na mwaka. Haulani lhauli ili uweze kutoa zaka, mali hiyo inatakiwa kuzungukwa na mwaka. Wadhalika bi an yamura ala nisabi fi hawzati malikihi, hilo ni kwamba inatakiwa ipite mwaka kile kiwango kizungukiwe na mwaka, ikiwa kiwango hicho kiko katika miliki ya mwenyewe. Mwaka 12 shahran qamaria, mwaka ambao una miezi kumi na mbili, na miezi inayokusudiwa hapa ni miezi miandamu

bahimatul an'ami, kwa wanyama ambao ni wenye kuchungwa yani wanyama, ili waweze kutolea zakaa, wanatakiwa wazungukwe na mwaka. Wanakudaini na pesa ya dhahabu na fedha. Eh, dhahabu na fedha anakudaini n yani anakusudia fedha fedha hii, fedha hizi, pesa kama pesa. E, mtu ana pesa yake ameiweka iko benki, imezungukiwa na mwaka, au iko ndani, imezungukiwa na mwaka na imefikia kiwango, anatakiwa kuitolea zaka. wa urudhu tijara, na mali ya biashara, biashara ambayo unaifanya imezungukiwa na mwaka, unatakiwa kuitolea biashara yako zaka. amma zuruu wathimaru walmaadinu warikazu, amma nafaka na matunda na madini na mali iliyozikwa chini wakati wa jahilia. Fala yushtaratu laha lhaulu, si sharti izungukiwa na mwaka liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, wa atu haqqahu yawma yauma haswadihi, na toeni haki yake wakati wa kuvuna kwao. Unapovuna tu unatakiwa kuwa ni mwenye kutoa zakaa. Hakuna e, haja ya kuzungukiwa na mwaka.

wathimari hiyo ni kama, eh, ni kama mimea au nafaka na matunda. Almasala sabia fi, fi aksamiha, masala ya saba ni vigawanyo vya zaka. Zaka imegawanyika katika mafungu mangapi? Azakatu qismani, zaka imegawanyika katika makundi mawili. Zakatu amwali, kuna zaka za mali wa hiya allati tataallaqu bil mali, nazo ni zaka zote ambazo zinafungamana na mali. Kigawanyo cha pili zakatul abdani, zakatul abdani, zaka ya kiwiliwili, wa hiya zakatun, wa hiya allati tataallaqu bil abdani, nayo ni ile ambayo inafungamana na viwiliwili, wa hiya zakatul fitri nayo na ni ni zakatulfitiri, ambayo inatolewa katika mwezi wa Ramadhani. Mtu anapotoa anakuwa amejitakasa, ametakasa mwili wake kwa zaka. Ziko mbili, kuna zaka ya mali na hiyo inafungamana na mali, unapotoa tayari unakuwa umeitakasa mali yako, na kuna zakatulfitiri ambayo ukiitoa unakuwa umeutakasa e, mwili wako na hiyo inatolewa katika mwezi wa Ramadhani. Almas'alatu thamina, mas'ala, mas'ala ya nane na ya mwisho, zakatu daini, zaka ya deni. Adainu idha kana ala mu'sirin, deni ikiwa itakuwa iko kwa mtu ambaye ana uzito wa kulipa, ana matatizo, hawezi kulipa lile deni. Fa inna sahibad daini yuzakkihi hakika mwenye deni atatolea zaka. Idha qabadhahu li amin wahidin, ikiwa ataipokea atapokea deni hilo katika mwaka mmoja, mwaka huu aliopewa deni lako bwana, hili hapa amelipwa, basi atajumuisha pamoja na ile mali yake, atakuwa ni mwenye kutoa zakaa. Fi sanati qabdhihi, katika mwaka wa kupokea kwake lile deni wa in kana ala malii qadirin, na ikiwa deni litakuwa liko kwa mtu ambaye ana uwezo wa kulipa yani, ana mali, ana uwezo wa kulipa, lakini bado hajakupa, lakini una uhakika ukienda wakati wowote wa utapewa deni lako, fa innahu yuzakihi likulli amin, hakika yeye atatolea zaka, anapopiga mahesabu ya zakaa atajumlisha pamoja na lile deni lake, kwa sababu yeye ana uhakika kwamba nikienda kwa yule bwana atanipa deni langu. Kwa hiyo at, akipiga mahesabu ya zakaa atajumlisha pamoja na lile deni lake li'annahu fi hukmi almawjudi indahu, kwa sababu deni hilo liko katika hukumu, ni kama vile tu mali iko kwake yeye kutokana na yule anayemdai ana uwezo wa kulipa wakati wowote. Hivyo basi, anapofanya mahesabu ya zakaa, anatakiwa ajumlishe pamoja na deni lake ambalo liko kwa mtu mwingine ambaye yeye ana uwezo wa kulipa. Nikienda leo ntachukua mali hapo mara moja, eh ntairudisha kwangu mimi. Lakini kwa mtu ambayo kuna uzito Hauwezi ukajumlishia deni ambalo liko kwa mtu ambaye hauna uhakika wa kulipwa, ee deni lako kwa. Mpaka hapo utakuwa, tumefikia mwisho wa darasa yetu ya leo. Subhanaka llahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa waatubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamd